Jamani tena, habari nyingine tena. Leo jamani, tutaenda kujifunza kitu kizuri kabisa ambacho kitatusaidia sisi katika kutambua ulimwengu kwa ujumla, kutokana na teknolojia yetu ilivyosonga mbele sana. Mona, dunia sasa hivi imekuwa kama kiganja. Sasa kiganja chako pengine ni simu yako ya mkononi, mkononi mwako kwa hiyo utatambua lugha za aina mbalimbali hapa duniani. Leo hii kwa kutumia simu yako ya mkononi utawezaje kujua lugha yako kwa muda mfupi sana? Kwa kutumia simu yako ya mkononi leo nitaenda kukuelekeza penzi mtazamaji, umeona, nitaenda kukuelekeza na kukufundisha vizuri kabisa, ili upumzikapo au ufanyapo kazi zako, unaweza ukawa unajifunza pia. Lugha ni muhimu sana, kwa sababu inakupa ajira na inakupa ajira, na utakuwa mtu ambao unaendana na teknolojia na dunia inavyotaka, kutokana na mabara yake yote yaliyopo duniani, kwa sababu mabara sasa hivi ni makubwa, lakini sasa hivi yame kuwa minimized ni yamekuwa ni madogo mno, kutokana na jinsi gani teknolojia ilivyokuwa kwa kiasi kikubwa. Sasa visitors wamekuwa ni wengi, umeona utalii umekuwa ni mwingi. Inawezekana ni wewe unaweza kuhama kutoka kwenye nchi yako kwenda nchi nyingine, ama yule aliyehama kutoka nchi yake kwenda kwenye nchi yako, basi muweze kupata mawasiliano yaliyo bora. Sasa leo naenda kuwafundisha kitu kimoja kwa ajili ya kuboresha mawasiliano utakuja kwenye sehemu ya translator, yani kifafanuzi cha lugha. Kwa hiyo sehemu ambapo utakuja ni kuna media mbalimbali mbali. Ila leo nitakufundisha kwa njia ya Google umeona. Google Chrome, utakuja hapa kwenye Google, utakutana na hii paragraph. Hii paragrafu inajieleza kila kitu, ambapo hapa ndo sehemu ambapo unaweza ku type kwamba una translate umeona na kama haipo hiyo translator, kwa sababu mimi nilikuwa nimeisha iweka kwa ajili ya kukurahisishia mpenzi mtazamaji, lakini kama haipo, unaweza type ukaiandika kwamba ni translator. umeona translator. Umeona unavyoandika itakuletea eneo hili hapa, kama unavyoona translate. Umeona paragraph yangu imekuja kama ilivyo hapa Umeona nimeona kwamba kuna hii language yangu, na hii ndo language yangu. Umeona, kwa hiyo mimi labda hiki ni ina, imetenganishwa ina sehemu kama tatu ya kuzingatia vizuri. Kuna hiki hapa, kuna hiki hapa na hii hapa Umona sasa, ngoja nizungumze kati ya hii na hii hapa. Hivi vyote viwili ni kwa ajili ya kutafuta lugha ambayo nataka ku translate au kufafanua au kujua vizuri. Kwa mfano letisei, niko hapa, nabonyeza hii ki kidude hapa. Nikishabonyeza hapa, ni sehemu ambapo naweza nikatafutia lugha yangu ambayo nataka au ambayo mimi naijua, nataka iende kwenye lugha ambayo siijui. Umeona, kwa nitakuja hapa, nitatafuta lugha yoyote ile. Let's say kwa mfano mimi najua labda ni Kiswahili au najua Swahili, umeona. Kwa hiyo nitakuja, nitakuja nitatafuta Kiswahili changu kiko hapi, umeona. Nitakuja nitakuja nitakuja nitakuja, nitaslide nitaslide, umeona nitaslide vizuri kabisa, kwa kutafuta kwamba Kiswahili kiko kiko wapi? Nitatafuta hapa chapu, nitakuja nitakuja, umeona, nitakuja nitakuja nitakuja, umeona, nitakuja nitakuja nitakuja nitakuja hapa, nitakutana na Kiswahili hiki hapa, umeona. Kwa mimi najua labda ni Kiswahili, ila Kiingereza sikijui Sijui English, Kiswahili na kijua, nitajuaje sasa na Kiingereza pia? Umona, nakuja zangu hapa tayari, nataka kutransfer lugha ya Kiswahili kwenda kwenye Kiingereza. Umona, okay, nakuja hapa, nabonyeza hapa ta, umona imeniletea kibodi yangu kwa ajili ya kutaipu neno langu. Nataka niandike labda neno maji. Maji ni uhai jamani, nataka niandike maji. Umona, utaenda kwenye lugha, nchi za watu, unataka kuomba maji, hujui Umeona, kwa utaandika hapa maji. Umeona, itakuletea kwenye lugha ya Kiingereza, ambapo hii nini ni, ni voda. Umeona, kwa hiyo kumbe maji kwa upande wa Kiingereza ni nini ni, ni water. Umeona, kwa Kiswahili ni maji, kama unavyoona ni translate kwenda kwenye English, ni nini ni, ni water. Umeona, labda hutaki unahujui kutamka masuala ya water utakuja hapa, itakutajia kabisa umeona. Kwa hiyo utakuja kujua kirahisi, kwa sababu yenyewe kama yenyewe Google Translator inakufafanulia na inakutajia neno husika. Umeona, let's say, nataka sasa mimi nime, nataka nihame hiki Kiingereza tayari nakijua, umeona lakini Kiswahili nakijua na Kiingereza tayari nakijua, nataka nihame kwenye lugha nyingine, labda sifahamu Arabiki, au Kifaransa au Kichina. Je, nitajuaje maji yangu kwa Kichina yanaitwaje? Nataka niende China sasa hivi, umeona, nitajuaje? Umeona, nakuja kama kawaida na slide, ile ikoni yangu China, hii hapa Chinese, umeona. China, maji yangu yanaitwaje? Umeona, kwa nimeenda China, maji sijui yanaitwaje kwa Kichina, kwa nakuja tu hapa, nimeishaona kwamba maji ni hii hapa kwa si, sijui ili neno kufanya nini kulitamka, nakuja hapa, umeona kwa maji yangu kumbe yanaitwa shui kwa kinini kwa Kichina ko kwa... Ndugu zanguni tunaombeni mzingatie kujifunza lugha vizuri, kutokana na teknolojia inavyoenda. Sio hivyo tu, mnaweza nikachenji hapa hapa, nataka labda Kikorashia, labda nataka Ulaya, umeenda Ulaya zako, nataka kwenda Ulaya, au mtu wa Ulaya amekuja huko, hajui Kiingereza, anajua lugha yake, labda ni Kikorashia. Kwa hiyo unaweza kutranslate vipi haya maji yako, kwamba unaweza kaelewa vipi? Unaweza kasearch tu hapa Kikorashia, changu kiko wapi? Umeona, au wanaita Havarsk au Korashia. Kwa una sechi una sechi una sechi zako, una slaidi vizuri kabisa, una slaidi kwa uangalifu vizuri kabisa. Kwa hiyo una slaidi vizuri kabisa, ukiitafuta hiyo Havarsk ama Korashia, umeona, una slaidi vizuri kabisa, umeona unakuja unakuja unakuja hapa unakuja, unakuja unakuja unakuja unakuja unaiangalia unaiangalia vizuri unaiangalia vizuri umeona. Korashia unakutana nayo hii hapa umeona. Kwa hiyo kumbe maji kwa Kikorashia nini? Ni voda. Mona. Kwa hiyo je, hujui hii kwamba inatamkwa voda? Hiki hapa icon imewekewa kwa ajili ya kufanyeje? Kwa ajili ya ili neno linatamkwa vipi? Umeona, utakuja voda. He. Mona, voda, sikiliza tena voda. Haya, kwa hiyo kumbe maji yangu kwa kikorashia yanaitwa voda. Umeona, kwa hivyo hivyo Kifaransa hivyo hivyo utajifunza. Kwahiyo lugha hii wewe unakuja hapa, unabadilisha lugha yako, au unaweza nikatoa hapa hii nikatranslate kutoka huku ikaja huku. Kwahiyo ni neno moja vile umeona vile. Umeona, kwahiyo ndo kitu kama hicho. Kwahiyo jamani, tunatambua vitu vingi, tutatambua vitu vingi sana na kipindi kijacho tutajifunza kwamba labda utaki kutype unataka tu uongee na neno lako litokee mtu akuelewe, kwa kuongea tu kwa kutumia simu yako ya mkononi. Kwa tutajifunza kipindi kijacho, ili nikurahisishie. Simu yako ya mkononi ndiyo teknolojia yetu ambayo imejaa, ndo dunia yetu ipo kiganjani, kwa utajua lugha za aina mbalimbali kwa njia hiyo. Jamani jamani, asanteni sana kwa kutega sikio lako. Kwa hiyo mimi pia nasema tuwe pamoja kwa kipindi kijacho, ila usisahau kusubscribe, kucomment na kulaiki ili kipindi kijacho upate fursa ya kujua vitu vingi na vingi na vingi tena sana. Asanteni jamani, <laughs> asanteni, yeah, mno.